Amesema mmekaa kwa ndoa for two years jamani. Kwa hivyo si mke wako? Bibi yako yuko wapi? O, kwa hivyo doro

Mm. h munaleta confusion sasa, ebu ebu uh... mm. amesema, mk... mpana, mbizule, no, na ames, amesema <mukana>! kuna mtoto wa kwanza ambaye alikuja naye lakini huyu mwingine ni mtoto wako, kwa hivyo haumjui, haumjui. Okay, Dorothy, ongea na nani. Vincent anakuuliza maswali Sikia, nikuulize mtoto mgana imekaa na wewe? Mimi nina mtoto mgana na wewe? Sikia, niko ngoja kuongea hiyo shida, naongea nikimaliza. Unajua kwetu daa, kundio? hiyo mwenye anajua kwetu, si hapo? hata vyenye naongea hivo, nasikia mi sikujui.

tuko kwa serious business here. Tuambie ukweli wa mambo kuhusu mahusiano. Hmm.